Bwana Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti, ambapo wanashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, na leo ni siku nyingine tena Bwana ambayo amefanya. Tunamshangilia na kumsifu. Kikubwa cha kumshangilia zaidi Mungu, linatuambia kwa maana li jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawake wa pekee. Kwa hiyo tunaposherehekea hii sherehe, sio tu ni sherehe ya kula na kunywa, ni sherehe ya kukaa na kutafakari pendo la Mungu kwetu kama mmoja mmoja, lakini pendo la Mungu kwa watu na kwa ulimwengu wote. Kwa sababu Bwana Yesu wakuja tu tuokoa sisi, alikuja kuuokoa ulimwengu wote. Sasa basi kama wewe bado hujasubscribe katika channel hii naomba upate kusubscribe, kushare, kulike, na kucomment. Sasa leo nilikuwa nataka kushare na wewe habari ambazo mara nyingi sana tumezisikia makanisani especially wakati huu wa Christmas. Nazo ziko katika kitabu cha Mathayo sura ya pili. Pale tunaona habari za mama jusi ambao kwa Kiingereza zinawaita wise men ambao walitoka mbali mashariki ya mbali kwenda kumwabudu Yesu, kwa maana waliona nyota ya Yesu iking'aa. Wakaifuata hiyo nyota, iliwachukua miaka miwili mpaka wameenda kuiona hiyo nyota inapoenda kusimamia. Lakini sasa nataka tujifunze mambo mengi. Kwanza tumeona kwa, kwani Biblia imewaita hawa watu ni watu wise men? Kwa nini na palikuwa na watu wengi tu wanajimu kama wao ambao walikuwa, unajua, unajimu ni mambo ya kichawi, walikuwa kama wao. Lakini wao walitofautiana vipi na watu wengine? Je, inawezekana wengine pia waliona nyota lakini hawakuifuata? Je, hawa peke yao ndio walifuata? Mambo mengine tutajua mbinguni, lakini vitu vya kujiuliza lakini hata sasa hivi tunaweza t tukajifunza kwamba kuna watu wengi wanahubiriwa, kuna watu wengi wanasikia habari za Yesu. Sio wote ambao wanamfuata kama wale ambao waliamua kuifuata nyota. Lakini vile vile, tunaona consistency yao na persistence yao kutoka huko mashariki ya mbali. Wengine wanasema inawezekana walikuwa wametoka China au wametoka Babiloni, lakini ilikuwa ni mbali, imewachukua miaka miwili mpaka kufika Jerusalemu lakini katika hayo yote ambayo wale walikuwa wamefanya inaonyesha kweli walikuwa wameditamini. Lakini sio hivyo tu, ukiendelea kusoma hizo habari katika hiyo kitabu cha nenda ukasome mwenyewe, Matayo mbili mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na moja utakuta kwamba hawa watu hawakwenda mikono mitupu, walikuwa wamejitayarisha, na hawakujitayarisha kiholela holela tu kuchukua zawadi yoyote yoyote, walienda na zawadi ambazo zina maana, zina tabiri kitu kuhusu huyu Bwana Yesu kwao. Tunaona kweli, ndio maana wameitwa na hekima. Walikuwa na hekima ya kuifuata, ya kwanza ya kuiona Pili, kutambua kwamba hii nyota ni ya mfalme wa Uyahudi, sio nyota ya kawaida. Hiyo ni hekima. Tatu, walikuwa na hekima ya kuifuata hiyo nyota bila kukata tamaa, kwa sababu wangeweza kusema ah, yani, tutoke huko miaka miwili, tunaenda kufuata nyota? Kwanza, watu wote tunajua majira huwa yanabadilika. Unajua nyota kuna wakati inaonekana, haionekani kwa maana kuna wakati mwingine walikuwa wanatembea wanaona nyota haionekani, kwa sababu majira yamebadilika, lakini they were consistent and persistent kuifuata nyota. Nne, walijua wapeleke zawadi gani ambazo zinafaa kwa huyu mfalme wa Wayahudi. Kumbuka hawa walikuwa ni gentiles, walikuwa ni watu wa mataifa. Sasa walipofika Jerusalemu, kitu ambacho nakiona hata sisi mara nyingine kinaweza kutukuta, Mungu anatupa maono fulani yanaweza kuwa ni maono kweli kwenye ndoto, yanaweza kuwa tu ni maone Mungu akaweka moyoni mwako, inaweza kuwa ni kitu ambacho ume, mtu ameprofesai. Lakini mara nyingi baada ya kuenda kumuuliza Mungu, tunaanza kwenda kutafuta hekima ya watu. Kwa hiyo hawa, au tunafanya assumption. Hawa, mimi kwangu mimi binafsi, kama una na maoni tofauti weka hapo chini, nadhani walifika mahali waka assume kwamba okay, hii ni nyota ya mfalme wa Uyahudi. Mfalme wa Uyahudi atakuwa anakaa Jerusalemu, wakaanza kwenda Jerusalemu kule anakaa Herode. Kwa hiyo wakajua, wakasum labda mtoto aliyepata ali mtoto ni nani ni Herode, ndio mtoto atakuwa mfalme, yani kwa, kwa, kwa, kwa hekima ya kibinadamu, sindio? Wakaenda wakaenda, pale walipofika pale ile nyota ikapotea, kwa sababu si wapo walipotakiwa waende. Sasa wakamuuliza Herode, Herode ka panic kaita wa, wa, waandishi wa dini na na, na na watu wa dini ya Kiyahudi wamwambie huyo huyo Masihi atazaliwa wapi? Akawaambiwa Bethlehem. mm! Kama Bethlehem, basi nyie wanajimu, mkienda huko mkifika mkamwona huyo mtoto, njoni mnipe habari. Kwa kwa nini? sisi na sisi mara nyingi habari zetu tunampa Herode. Herode kazi yake kuua kwa sababu Herode alichokuwa anataka aambiwe wewe Yesu yuko wapi, ili aende kumua, lakini akaleta deceit, uongo kwa kusema kwamba mimi na mimi niende nika mwabudu, lakini ni muongo, ni chinja chinja chinja chinja ya watoto. Sasa um, wale wale, wale wakaondoka. Sasa walipoanza tu kuondoka, yani walipotoka kwa kwa kwa, yadi, kwa Herode, nyota ikaanza tena kuangaza. Ndivyo na sisi, katika maisha yetu, kuna mara nyingine tunaweza kuwa tumefanya makosa. Tunachotakiwa ni kutoka pale penye kosa na kuanza kufanya the right thing, nyota itaanza tena kuangaza. Kwa hiyo, wale wakatoka wakaenda mpaka Bethlehem, wakafika, wakamwabudu Yesu. Hawakwenda mikono mitupu, walimpelekea zawadi tatu. Na kwanza walimpelekea dhahabu. Dhahabu inawakilisha ufalme, ina maana wao kwa hekima Mungu aliyowapa, hawakuwa na hekima tu ya duniani ya elimu dunia. Nimekwambia kwamba walikuwepo wengi wenye elimu dunia, na wao wangeweza kuwa wameiona nyota kiduniani, lakini kwa sababu hawaku kuwa na maono ya kiroho. Ina maana gani? Unaweza ukakiona kitu lakini usiwe na maana yake. Wale wakapata na maana ya kwamba yule ni mfalme wa Wayahudi, na kwa kujua hivyo wakatambua kwamba huyu tu sio mfalme wa Wayahudi, huyu ni mfalme wa falme, anahitaji the best. Maana neno kwenye Kiingereza inasema they took their treasures. Treasures. Na neno letu la Mungu linatuambiaje? Where your heart is is where your treasure is. Oh, where your your treasure is is where your heart is. Ee, one of them. Lakini walifungua herani zao treasure zao wakampa dhahabu kuonyesha kwamba kukiri kwamba Bwana Yesu ni mfalme wa wafalme. Pili wakampa manemane. Manemane inatumika katika na inatumiwa na makuhani Tunajua Bwana Yesu ndio kuhani mkuu, na neno la Mungu linatuambia kwamba ameketi upande wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea. Kwa hiyo wali katika zawadi zao zilikuwa zinazungumzia ukuu wa Yesu na Yesu ni nani. Ina maana walikuwa na hekima ya kutambua kazi ya Yesu ni kuwa kuhani wetu, amekuja kama kuhani mkuu wa kutuombea sisi. Tatu, wakapeleka uvumba. Uvumba ulikuwa unatumika kwenye ku, ma, maiti unakumbuka hata kina Maria Maria Magdalena mwisho pale walipeleka uvumba kwenda kuunani ule mwili kuhifadhi ule mwili usinuke. Sasa uvumba ule ulikuwa unatabiri kwamba huyu mtoto tunayemuona leo, huyu sio mtoto wa kawaida, huyu ndiye eh, sacrifice kwa ajili ya ulimwengu wote, atakufa na kifo chake ndicho kitakacholeta ukombozi. Umeona? sasa Swali linakuja, mimi na wewe leo, tunakumbuka katika hiki kipindi tunakumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Je, ni zawadi gani ambayo inamfaa Bwana Yesu kumpelekea? Katika hayo mambo matatu nimekuambia, Bwana Yesu ni mfalme wa wafalme, Bwana Yesu ndio the high, the high priest, Bwana Yesu ali Huwa, yeye ndio sacrifice. Bwana Yesu amechukua nafasi yangu na nafasi yako akakaa yeye eh, Bwana Yesu mwenyewe alisema akasema hivi, je, ni pendo la namna gani hili la mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Kwa hiyo kitu ambacho kitamfurahisha leo Bwana Yesu kuliko vitu vyote ni wewe kumpa, kumpa yeye moyo wako. Utakapompa moyo wako Bwana Yesu atakuja kwako atakutawala kama mfalme wa wafalme utakapompa moyo wako Bwana Yesu atakaa kwako kama high priest, wewe utakuwa just priest. Alafu tunapenda neno la Mungu lizuri, kuna kwenye um, kwenye Ufunuo inatuambia ametufanya kuwa makuhani na wafalme kwa Bwana Yesu anakuwa mfalme wako, mfalme wa wafalme. Mimi nawe ndio wafalme wenyewe, afu anakuwa mfalme wa wafalme. Utakapompa moyo wako Bwana Yesu anakuwa kuhani mkuu kwako wewe ambaye ni kuhani tatu unakuwa umeikubali ile sadaka Bwana Yesu aliyoitoa ya ukombozi. Kwa hiyo unakuwa umeokolewa, unatolewa kutoka gizani, kuingizwa katika nuru yake ya milele. Mauti inakuwa tena haina haina nguvu um, juu yako kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo vile Bwana Yesu alivyokufa alifanyika kuwa laana na wewe ukafanyika kuwa baraka. Bwana Yesu akafa ili wewe uishi. Kwa hiyo unakuwa unaikubali un, ile sadaka unakubali ile position, kwamba asante Bwana Yesu, umekufa kwa ajili yangu, ninapokea ili mimi niishi milele na milele, na tunaishi na, na Bwana. Kwa hiyo mpendo kama wewe bado hujampokea Bwana Yesu Kristo wakati huu wa Christmas hii, usile tu nyama, pilau, kuku nini. Ni vya muhimu kufurahi kwa kweli. Hata malaika waliwaambia eh, wale wachungaji wakawaambia kwamba ni furaha imeingia tena duniani, joy be onto the world, kwa sababu mkombozi amezaliwa. It's true tunatakiwa tuwe very joyful, lakini neno la Mungu linatuambia mtu mmoja tu akimpokea Yesu mbinguni malaika yani kunakuwa na furaha huko mbinguni. Yani kitendo kimoja tu duniani ambacho kinaleta furaha mbinguni, ambacho kimefanyika duniani, ni mtu mmoja kumpokea Yesu. Na mtu mmoja ni wewe, kama hujampokea Yesu. Wakati huu tuliompokea Bwana Yesu ni wakati wa kutafakari, kumwabudu Yesu, tule na kunywa, lakini tukiwa na conscious mind ya kwamba se kama Bwana Yesu asingezaliwa hivi ingekuwaje? Mimi ningekuwa wapi? Naanza kumwabudu kama wale mamajusi na kumtukuza na kumshukuru na kumwomba, Bwana, nafasi yangu, ninaomba unisaidie isiondoke, jina langu lisije likafutwa, siku moja tuta pamoja na Yesu Kristo milele hata milele. Mimi naomba niishie hapa. Ninakutakia heri ya mwaka mpya. Ninaomba usheherekee eh, huku ukimtukuza Bwana. Basi usiache kusubscribe, kushare, ku like na comment. Wale ambao mjaokoka ni wakati wenu wa kumpa Bwana Yesu maisha yenu. Anawapenda sana na mimi naamini utakuwa umefanya kitu cha maana sana kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, na wala hautajuta. Ndio kitu utasema, hili ndio li, ilikuwa This was the best decision I've ever made. Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine. Amen.